ako tuwe na maswali machache, lakini niombe hata mimi nianze na swali moja mawili hivi ambayo yanasumbua sana huko mtaani, kwamba kwa nini tumefika hapa kama nchi? Tumefika hapa kama nchi, wanavyosema vijana, jambo kubwa, watu kutekwa, watu kupotea na watu kuuawa miili yao isipatikane. Yaani, kwa mfano Unakuta mtu anakwenda polisi maelezo anayoyatoa alafu baadaye ndugu zake wanakwenda polisi, wanamwambia kwamba huyu mtu hajawahi kufika, wakati jana yake wameleta chakula, akikapokelewa akala. Kwa hiyo sasa, hili serikali imejipangaje kuhakikisha kwamba watu hawataendelea wa kutekwa, watu hawataendelea wa kupotea, na Watanzania watakuwa na amani, akimwona polisi amkimbilie? Sababu tukiwa huko ugenini, ukikutana na askari polisi ndio unayemuuliza njia. Lakini sisi hapa kwetu mtu akimwona polisi anaanza kujikagua, nina bangi, nimefanyaje? Yaani, wakati mwingine, unaweza ukawa una bangi lakini mpaka unafika kituo cha polisi tayari una bangi misokoto mitano kwenye mfuko. Kwa hiyo sasa tunabadilishaje hii sura ili kuhakikisha jeshi la polisi na kama wapo watu wanaoteka wakashughulikiwa. La pili, uchaguzi, hii ni sehemu ambayo imeleta machafuko makubwa sana Chadema kwa sababu hii ni nchi ya Watanzania, umesema ni nchi yetu yote. Walikuwa wanasema no reforms no elections, lakini kwa upande wa pili pia inasemekana hata baadhi ya, ya reforms zilizofanyika hawajawahi kuzikiri sehemu yoyote. Kwa mfano, wakurugenzi kutosimamia uchaguzi, mgombea binafsi, mgombea kupita bila kupingwa, e, kuunda tume huru ya taifa ya uchaguzi kuunda sheria mpya ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani. Sasa, kama serikali ni kweli hamjawahi kufanya reforms, na ndio maana hawakushiriki uchaguzi, hilo hilo unaweza ukatusaidia. Mwisho, kuna debate kwa kwangu mimi, kuna debate inayozunguka sana kwamba katika maandamano umesema sio maandamano. Kwa kweli ukiangalia uharibifu uliofanyika, maana maandamano unakuwa na bango lako, unafikisha ujumbe sehemu, unapokelewa. Sasa haya maandamano ambayo vituo mia sita plus vinachomwa, magari, pikipiki, yamebadilika jina na position ya kutoka kwenye maandamano pengine kwenda kwenye kitu kingine ambacho sijakifahamu. Lakini kuna debate kwamba ni watu wangapi wamefariki. Maana Aljazira wanatuambia mia saba unakwenda kuna taasisi nyingine zinasema watu elfu kumi wengine wanasema kumi. Kwa hiyo sasa, ili tuwe kwenye perspective, iwapo kuna takwimu za watu wangapi waliouawa au waliokufa. Maana wakati mwingine Dr. Shaba aliwahi kutoa nani postmortem kwamba mtu alishtakiwa kwa kumgonga mtu, lakini kumbe yule mtu wakati anakuja anafunga breki. Mtu kama kulangu hapa ndo ilikuwa uwai wake unafikia ukomo. Sasa yule ni wangapi sasa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa unyenyekevu na shukrani nyingi, hayo ya kwangu yalikuwa ni matatu, niombe uturuhusu hata wengine wenzangu tuulize kwa raundi moja tu tukimaliza, tu, tukimaliza tuendelee, nadhani na tusizidi wazungumzaji watano, si ndio? Na nitataja majina halafu tutafanya jinsia. Jesse, mzee Salim, usinishawishi kwa sababu umekaa hapo. Ah, mzee Salim, nimeambiwa ni Amidi Tausi kikeke mbona anapata changamoto haya? Tutamalizia na Meena kwa raundi hii, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ni Esther, ni Hilda. Maana nimenasikia Hilda, basi Esther. Sasa naomba, ah, kuna moja senior senior sana, Mama Eda Sanga. Nitakuwa sijatenda haki tukimruka Mama Eda Sanga, na nadhani ndiye aanze. Alafu e, pole kwa kwa. Asante sana mwenyekiti wangu Balile. Mheshimiwa Waziri Mkuu, swali langu linaendana na haya haya ambayo tumeyazungumza, ambayo kwa kweli yameigharimu sana Tanzania ambayo baadhi yetu tumeikulia hapa, tumeipenda, tumekua tumekuwa kama, kama kioo cha taifa hili. Yalipotokea haya yaliyotokea tarehe ishirini na tisa, kuna baadhi yetu ambao tuliona kwamba hiki kitu hakiwezi kufanyika, hakiwezi kutokea Tanzania. Tuliamini hivyo, tulikuwa na imani hiyo. Sasa yametokea na kuna madhara makubwa sana ambayo yamefanyika kwa jamii. Mimi hofu yangu ni je, tumejiandaa vipi baada ya yale mabomu, baada ya kukaa nyumbani karibu siku tatu nne, hatuwezi kutoka, pamoja na kwamba baadhi yetu tulikuwa na wagonjwa tunahangaika namna gani, utakwenda hospitali utapataje dawa na vitu kama hivyo, lakini ilibidi tukae ndani. Kwa hiyo ule msongo tuliokuwa nao, mabomu yale, uh, kuona katika vyombo uh, vya habari watu wanakufa, imetuathiri kisaikolojia tulio wengi, imetuathiri kweli kweli, wakubwa wadogo, wanaume, wanawake wote. Sasa serikali imejiandaa vipi kwa ajili ya psychological healing baada ya haya mambo, kwa sababu bila psychological healing hatutakuwa Tanzania wale wale ambao tulikuwa tunajitambua. Asante. Masante, mama Heda Sanga, twende kwa Jesse Kwayu, na nimedokezwa hapa kwamba twende kwenye swali, usuli nimeshautoa utoa. Karibu. Nakushukuru mwenyekiti Uh, Mheshimiwa Waziri Mkuu na mimi nikushukuru kwa haya yote mas..., na maswali mawili madogo sana. Uh, kwa kwanza, nimefarijika ni ni sana kusema pesa ni za Watanzania, nafii tuendana moto uu, pesa zote za nchini za nani? Za Watanzania, itapendeza sana sana sana. Sasa swali langu moja ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, unafikiri serikali yetu inasikiliza? Nauliza kwa sababu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 hata mapendekezo ya tume ya haki jinai hamjayafanyia kazi mpaka leo. Mnasikiliza swala so la kwanza hilo. Swala so la pili ninajazilizia pale posembalile, hapa umekuwa very eloquent kutueleza madhara ya yaliyotokea 29, 29 Desemba, vituo vilivyoharibiwa oktoba, Oktoba 29 vituo vilivyoharibiwa nyumba, magari, mpaka pikipiki, kwa nini kigumizi kutuambia wale kufa? Mnaficha nini? kwa sababu waliokota maiti ni polisi. Samahani mwenyekiti, waliokota maiti ni polisi. Utaratibu wa kupeka maiti mochwari unajulikana. Hii takwimu inafichwa ili nini? Salamu alaikum.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 Eh, twende kwa Zeramula Abdala Majura na nauona mkono wako, lakini haukuwa kwenye orodha, na kwa hiyo kufanya hivi haigeuki rushwa ya kunani. Asante mwenyekiti, asante sana waziri mkuu. Jina langu ni Esther Amandus Zelamula kutoka Channel 10. Mheshimiwa waziri, lakini ufahamu kwamba mimi pia ni waziri wa habari na mawasiliano ngazi ya taifa wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Tanzania. E, maswali pende madogo pende mawili tu. Swali la kwanza, misukosuko ya kisiasa ina athari za kiuchumi. serikali imechukua hatua gani za haraka ili kurejesha kujiamini kwa wawekezaji pamoja na wananchi? Na swali la pili dogo ni ujumbe gani ungependa kuwapatia wananchi ambao wana wasiwasi kuhusu mustakabali wa demokrasia, uchumi, pamoja na umoja wa taifa. Asante, asante. Naomba tuende kwa Salim Kikeke. Kuna kanuni ya kutovunja uaminifu katika ambacho umekitaja mwanzo, kwa hiyo sasa tukiinua mkono tukasema tuvunje baadaye. Karibu Salim. Asante mwenyekiti, asante Asante. Sasa tunakuja kwa mzee Salim Saidi Salim wakati wanaleta kama una swali ambalo ni very burning uandike, halafu ukiandika, hata bungeni tunaona kwamba yuko hapa na hapa ameshasimama, usio na wasiwasi. Asante. Kwanza Shekabudi, nilikuwa nakuta pala, naomba radhi kwamba leo tena iwe mwisho kukutoi kukunyima byline il, ilikuwa natekeleza wajibu wangu na masuala machache tu. Kwanza Mheshimiwa Waziri Mkuu, umezungumza sana habari ya katiba na sheria, lakini utaona hapa kwetu polisi, sheria inasema masaa 48 wanaweka watu kama wanafuga kuku, na ndio maana utaona hata kuna kesi za habeas corpus. Je, ufikiri wakati umefika kama waziri mkuu kuchukua hatua kwa kila polisi anayefanya hivyo, naye kuwekwa ndani, ili akapata naye joto ajiwe ili wajue shida ya kuweka watu kama kuku ndani. Jingine, mahakama, nchi yoyote ile ya wenye utawala wa sheria inaheshimu, ina mahakama. La sio hivyo, itabidi kila mmoja wa hakimu. Sisi hapa kwa nini maamuzi ya mahakama kama Afrika, ya mahakama ya Afrika Mashariki tena tunaona fahari kukwetu, ya mahakama Afrika kama ya Kenya independent candidates heshimu na mwisho, ambalo nataka pia nizungumzie ni kwamba katika nchi kauli mbaya ndizo zinajenga chuki, uhasama. Tumesikia hapa tena, wengine wasomi, nitawataja, tumesionea taabu. Bao la mkono mtu anataka kufunga. Hii inapoteza watu imani katika utawala wa demokrasia tumemsikia Bashiru tena kwa waandishi wa habari, anasema chama tawala kina haki ya kutumia nguvu za dola ili kubakia madarakani. Zanzibar tumesikia Umepiwa kule, swali ndiyo mpisa. Nauliza, ehe, wewe ulitoa <coughs> maelezo kwamba kufunga, uh, ku, ku, ku, kuiba kura kwa CCM ni halali. Sasa hufikiri serikali kukalia kimya kauli kama hizi bila kulaani nayo inawafanya wananchi kutokuwa na imani na serikali yao. Asante. Asante sana Mzee Salim. Mheshimiwa waziri mkuu, tuna, tulisema tuulize maswali kutoka kwa watu watano, bahati nzuri ukaruhusu tumeuliza kutoka kwa watu saba, na naamini yamefika maswali kama kumi na mawili. Kwa hiyo tukuombe Mheshimiwa waziri mkuu jibu haya maswali na tunakushukuru sana. Asante sana mheshimiwa wa waziri mkuu. Uh, uh, karibu, asanteni, asanteni uh, sana kwa maswali mazuri, nikianza na maswali yako mwenyekiti.